Bismillahir rahmanir rahim, was salatu was salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada zangu katika iman, taendelea na darsa yetu na leo hii nitazungumzia kuhusu sheitan na silaha zake dhidi ya muislam sehemu ya kwanza. Dada zangu katika a kama wanadamu wote wangekusanyika pamoja ili kumshinda sheitani hawangeweza, ha isipokuwa kwa idhini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwani yani haathiriwi na mabomu ya atomic na hata silaha za nuclear. Yeye ni adui mkubwa wa wanadamu na muharibifu wa ubinadamu. Yeye ye, ndiye Iblis laana za Allah subhanahu wataala ziwe juu yake. Yeye ndiye aliyelaaniwa, aliyekataliwa, aliyefukuzwa kutoka kwa rehma za Allah subhanahu wataala, mwenye kulingania yani upotevu na moto. Dada zangu katika imani, ni adui hatari ambaye ameweka uadui wake kwa wanadamu wote, yani mwenye kumvizia mwanadamu usiku na mchana kwa siri na kwa dhahiri, katika afya na maradhi, katika ujana wake na uzee wake, katika mali na ufukara, katika nyakati za raha na nyakati za, za shida. Na hayo yote dada zangu katika imani ni ikiwa mtu amejiweka mbali na mola wake mtukufu Allah subhanahu wa taala. Na hatari yake katika ukweli dada zangu katika imani ni kwamba sisi hatumuoni kwa macho yetu, lakini yeye anatuona.

Inna jaalna shayatina awliya liladhina la yuminun. Hakika yeye na kikosi chake wanakuoneni kutoka msipowaona, na hakika yeye yani ye, sisi tumewafanya mashaitani kuwa washirika wa wale wasioamini. Dada zangu katika imani, na miongoni mwa silaha yake hatari na mbaya sana anayopigana naye ni silaha ya yani kunongona, yani kumwongelesha mwanadamu na kumpambia yale yote yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, uh, yani kuonekana kwake kuwa kadhalika ni mema na yenye kumpendeza mwanadamu. Dada zangu katika iman, ama kwa hakika licha ya hayo yote yeye anabakia kuwa ni dhaifu mbele ya watu wa iman na utii na, na, na, uti, na ukumbusho yani anabakia kuwa dhaifu mbele ya watu wa iman. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka katika Qur'an au katika Qur'an Qur'an, Surat An-Nisa aya ya sabini na sita baada a'udhu billahi minash shaitani rajim

Inna kaida shaitani kana dhaifa. Dada zangu katika iman, yani wale walioamini wanapigana katika njia ya Allah subhanahu wa taala na waliokufuru wanapigana katika njia ya miu, miungu ya uongo. Dada zangu katika iman, Ibni Aljauzi Allah amrehemu, amesema kwa Allah subhanahu wa taala alimwita mwanadamu dhaifu na akasema kuhusu hila za sheitani kuwa ni dhaifu, yani kumaanisha kuwa sheitani na mwanadamu wote yani watapigana, na hakuna msaidizi miongoni mwao yani, na hakuna yani, atakayemshinda mwenzake, ndiposa Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha yule mnyonge ambaye ni mwanadamu ni yani, amtake msaada au atake msaada kwa Allah subhanahu wataala kwa ajili ya kutaka, yani, kutaka nusra kutoka kwa Allah subhanahu wataala dhidi ya nani? ya sheitani aliyelaaniwa. Dada zangu katika imani, yani hadithi ya uadui baina ya sheitani na mwanadamu ulianza pale Allah subhanahu wataala alipomwumba baba yetu Adam alaihi salam na, na akawaamuru

Waidha sawaituhu wanafakhtu fihi min ruhi fakauu lahu sajidin, yani Mola wenyu alipowaambia malaika, hakika mimi nitamuumba mtu, basi mtakapo, mt yani nitakapomsawazisha kwa udongo na kumpulizia roho yangu, basi mwangukieni kwa kumsujudia. Dada zangu katika imani. Matokeo ya amri hiyo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa malaika ni kwamba malaika waliitikia amri hiyo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa pamoja, wakamsujudia Adamu alayhi salam kama alivyo kama, yani, walivyoamrishwa kufanya hivyo isipokuwa Iblis, laana ya Allah iwe juu yake, alijivuna na akawa miongoni mwa makafiri. That Allah Subhanahu wa Ta'ala akamfukuza katika pepo yake, akamtoa katika rehema yake na akamlaani mpaka siku ya qiyama.

Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Iblis ambaye ni shetani, toka kwenye makao ya ukarimu wangu yani peponi, wewe uliyejaa kiburi na uasi, na ninaapa nitaijaza jahannam kwa wewe na hao wanadamu watakao kufuata nyote pamoja. Dada zangu katika iman, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha baba yetu Adam alayhi salam na mkewe Hawa alayhi salam wakae peponi, ba baada ya kulaaniwa na kufukuzwa peponi Iblis kwa ajili ya kiburi chake, na wakapewa masharti kuwa wasile matunda ya mti fulani. Haya yamethibitishwa katika Qur'an suratul Baqara aya ya thalathini na tatu baada audhu billahi minashaitani rajim wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna

vya kutosha bila ya kutaabika na kaeni mtakapo na mle mtakacho. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawatajia yani mti maalum na akawatahadharisha wasile katika mti huo matunda yale, wala wasiukaribie, na kwamba wakifanya hivyo watakuwa miongoni mwa waliodhulumu nafsi zao na pia watakuwa waasi wakubwa.

Yani, telezesha hao wawili kwa kuwafanyia vitimbi na kuwadanganya mpaka wakala katika mti waliokatazwa. Ndiposa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawatoa katika ile neema na ukarimu waliokuwa nayo. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaamrisha washuke katika ardhi, waishi humo wao na vizazi vyao na wawe na, na uadui baina, baina ya wao kwa wao kwa sababu ya ushindani na, upo, na kupotoshwa na sheitani. Na huko kwenye ardhi dada zangu katika imani pawe pahali pao pa kuishi na, kupa, yani, na kupata maisha na kustarehe yani kutakako kwisha yani, kwa kutimia nini, wakati maalum ambao ni mauti. Dada zangu katika imani sheitani alikasirika na kuanzia kwan, hapo, uadui ukaanza nao, kwa hivyo akawatoa peponi na kaahidi na nafsi yake kuwafanya wana wa Adamu wote waanguke katika dhambi na kuwazuia kuingia peponi kama alivyonyimwa yeye kuishi katika pepo hiyo I, yani mapambano baina ya ukweli na uongo, upotovu na uongofu, yalianza na kuanza kuwawinda wana, yani wanadamu mchana na usiku bila ya kupuuza wala kulala yani, wala, yani wakati wote ule mapambano yalianza, usiku na mchana tangu kuzaliwa kwa wanadamu. Kwa hiyo, yani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaongoza wanadamu katika yani, hatua za kuzuia upotovu huo wa Sheitani. Haya yamethibitishwa katika hadith kutoka kwa Ibni Abbas radhiallahu anhuma amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: law ahaduhum idha arada an yati ahlihi qala bismillahi, allahumma jannibna shaitan

Y yani, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, iwapo mmoja wenu atakapomwingilia mke wake, na waseme kwa jina la Mwenyezi Mungu, yani, e, mola tuepushe na sheitan na umwepushe sheitan na, na ulichoturuzuku. Na katika riwaya nyingine yani sheitan hata mdhuru wala hatakuwa na uwezo juu yake. Dada zangu katika imani, na wakati wa kuzaliwa kwa mtoto pia imekuja hadith zilizotoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man min mauludin yulad illa wa shaytan yamassuhu hina yulad wayastahil swarikhan min massi shaytan iyahu illa Maryam wabnaha. Yani, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtoto mchanga ambaye haguswi na sheitani anapozaliwa, hivyo hulia kwa mguso wa sheitani isipokuwa Maryam, uh, na mwanawe Isa alayhi salam. Na kutokana na hayo dada zangu katika iman, ndio ikawa ni lazima mtoto anapozaliwa kuadhiniwa na kukimiwa katika sikio lake. Dada zangu katika iman, nitakomea hapo kwa sasa na tutaendelea na sehemu yetu ya pili ya mada hii. Shukran jazila wa barakallahu fikum.